ufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo e, angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo. Siku ya mchezo ni kesho na leo ni tarehe ishirini na nne na kanuni ile ina, inasema kwamba ni muda ule wa mchezo ambapo, kwa mujibu wa ratiba yetu, mchezo utafanyika saa kumi na moja jioni. Kwa hiyo saa kumi na moja jioni ya leo ndio muda wa kikanuni wa timu mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini nimetumia neno wanaruhusiwa, halazimishi kwenda kufanya mazoezi. Baada ya hapa kuna kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo. Kwenye kile kikao eh, timu zote mbili zinakuwepo na inawezekana uamuzi wa wao Eh, kwenda kufanya mazoezi au kuto kwenda unaweza ukawa communicated huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa ninachoweza kusema ama kuwajuza wanahabari kwamba tuvute subira. Confirmation yote eh, kishafanyika basi, tutashare kupitia kurasa zetu na nitawaalika wanahabari kwa ajili ya kufanya coverage kwenye dakika kumi na tano za mwanzo za mazoezi ya timu mgeni. Hilo ni swali la kwanza. Uh, swali la pili eh, muuliza swali amezungumzia swala la waamuzi. Jana tulitangaza tulitangaza waamuzi wa mchezo e, waamuzi wa mchezo, waamuzi wa nne kutoka Misri e, na mtathmini wa waamuzi kutoka nchini Somalia. ametumia neno taharuki, mimi sidhani kama taharuki ni neno sahihi sana. E, ni vile watu wame, ni habari ni habari ambayo kutokana na upekee wa mchezo wenyewe, upekee wa tukio lenyewe, na watu wameipokea vile vile kiupekee ametumia amesema pia kanuni, muuliza swali amesema kanuni hazisemi chochote kuhusiana na hilo. Ni kweli, kanuni hazizuii TFF kupitia kamati yake ya wa waamuzi kuleta mwamuzi kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya kusimamia mchezo wa ligi. Kanuni inaeleza e, sifa za waamuzi wanaoweza kusimamia kusimamia huo mchezo. Kwa hiyo jambo pekee ambalo tunaweza e, tukalieleza sasa hivi ni kwamba kwenye kanuni ya 39, kanuni ya 39 ibara ya kwanza inaeleza, inaeleza kuhusiana na waamuzi ambao wanakuwa wanateuliwa mwanzoni mwa msimu, idadi ya waamuzi ambao wanateuliwa mwanzoni mwa msimu kwa ajili ya ku, ya kusimamia mchezo. Lakini kanuni hiyo ya 39 ibara ya tatu inaelezea sasa kitu kinaitwa waamuzi wa akiba, kwamba kamati ikiteua wale waamuzi wa, wa, wa, wa, wa, wa msimu mzima inakuwa na jopo lingine la waamuzi ambao ni waakiba ambao wanaweza kutumika kwa dharura au pale inapohitajika. Eh, pale inapohitajika. Kwa hiyo hiyo ni kanuni ya 39 ibara wa ya tatu ambayo inaelezea inaelezea hilo jambo kwamba kutakuwa na waamuzi wa dharura. Hii orodha hii ya waamuzi haijawahi kutangazwa na TFF kupitia kamati yake wala orodha ya waamuzi wa akiba haijawahi kutangazwa kupitia ka, eh, kamati ya waamuzi ya TFF eh, wanayo wenyewe wanaitumia, wana, wana, wana manake, waamuzi wenyewe wanajifahamu wale ambao wameteuliwa kuchezesha ligi msimu huu, wenyewe wanajifahamu na kwamba sasa tunakwenda kwenye mchezo huu, waamuzi wametajwa. Kitu kingine ambacho e, tunaweza kukieleza ili wadau wengine wafahamu e, ni kwamba e, waamuzi walioteuliwa ni waamuzi wa kiwango cha juu sana, waamuzi ambao si, majina yao si mageni machoni masikioni kwetu na wala machoni kwetu. E, tumeshawahi kuwashuhudia wakisimamia michezo mikubwa ya ngazi ya klabu ya KAFU, lakini pia hata ngazi ya, ya, ya, ya taifa, kwa maana ya e, michezo ile inayosimamiwa na KAFU ya timu za taifa, lakini pia wameshawahi kufanya vizuri kwenye michezo ambayo inasimamiwa na FIFA. Ni waamuzi wakubwa, waamuzi wenye profile kubwa, wenye uwezo mkubwa, ambao kutokana na kwamba hili ni tukio lenye upekee, dabi ya Kariakoo sherehe za kukabidhi ubingwa kwa pamoja yame, mambo haya mawili yametengeneza tukio kubwa sana, tukio kubwa na la kipekee, si tu waamuzi kutoka nje. Kuna mambo mengi sana yataendelea kutangazwa na kuelezwa ambayo yanaendelea kusherehesha upekee wa tukio wa tukio lenyewe. Suala la klabu kushirikishwa ama klabu kuridhia halipo kwenye kanuni. Eh, waamuzi E, waamuzi wanateuliwa na kamati ya waamuzi ya TFF na wanapangiwa michezo na kamati ya waamuzi ya TFF. Kanuni ya 39 na tisa ibara ya nane kama sio tisa, sikoshua sana hapo, inaeleza sasa kwamba e, kama klabu haijaridhia maamuzi ama haijaridhishwa na maamuzi, maana yake baada ya mchezo ina siku tatu za kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo hakuna sehemu inayotoa nafasi kwa klabu, kiongozi ayo yote, e, kuzungumzia mwamuzi kabla. Kanuni hiyo hiyo ya 39 ibara ya 8 kama sio ya 9 siko sikoshua sana e, inaelezea pia sasa kwamba kiongozi, mchezaji, kocha au mtu mwingine yoyote haruhusiwi kumkataa mwamuzi aliyepangwa na kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Haruhusiwi kumkataa, lakini pia haruhusiwi kumjadili wala kumshutumu kupitia vyombo vya habari. Hiyo ni kanuni ya 39 inayoelezea kuhusu waamuzi. Asanteni sana, na kufikia hapo tumekuwa tumefikia mwisho wa mkutano wetu, na tuwatakie tuwatakie kazi njema, tuwatakie maandalizi mema kuelekea dabi ya Kariakoo hapo kesho majira ya saa kumi na moja jioni.